Wapi, mimi sina kabisa, na hapa ndipo sijawa, sijawahi kukutana na mwanaume eh. Mama anashangaa mdada mrembo hivi inawezekana vipi akawa yani hajakutana na mwanaume mpaka sasa? Basi mama akapata wazo pale, lakini kama anajifanya amepotezea hivi. Basi unaambiwa Angela anatukana tu wanaume pale ye, mama anacheka. Mama hapa anaongea na mwanae kama kawaida, anasema nina habari njema huyu alikuwa ni mwanaye ambaye yupo ugaibuni huko, anaitwa Donald. anasema nina habari njema kwako, anasema nafikiri nimepata mwanamke mzuri ambaye anafaa sasa kuolewa na wewe. Anauliza, ni nani huyo? Basi mama anasema kuna msaidizi wetu hapa nyumbani, ni binti mzuri sana, na nimegundua kipo kitu ndani yake. Nitakwambia huyu ni mwanamke anafaa sana. Jamaa mm. Anasema hapana, mfanyakazi tena mama basi mama akasema we subiri, nitakwambia vitu vizuri tu. Kumbe mama yeye amemwelewa sana mwanadada Angela, kwani anajua kijana wake atakuwa akapata mtu kanyoka sana.